Sito, pole mwanangu, pole mwanangu. Ndio maana nikakukanya hiyo ndoa ungeingia ndani yake. Nilikuonya mapema. Pole mwanangu, usirudi huko. Huyo kijana nilijua haezi akakuwa wewe. Pole. Asante sana. Ingia kwenye nyumba. Asante sana. Ingia kwenye nyumba mwanangu. Mimi nimefika pia. Wewe ndio unasumbua mwanangu wewe. Sasa baba, eh. Wakati tumekuwa tunapishana mbio, kwa kweli nimekuwa nakimbia baba. Nikafika hapa kwa ajili ya mke wangu uh -huh. Kwa sababu mke wangu Usiku yeye hataki kufanya mazoezi asubuhi, hataki kufanya mazoezi, hapigi ukali tangi mzima. <coughs> aweka <haweza tose> shamba ika mzima huyo. Yani mtoto wako, nakwambia akona upumbavu sana, igoje mimi <coughs>

a Kanada, niaje kaka, kaka kuna jamaa fulani na mjua, anaitwa Mwangangi. Huyo jamaa amekuja huko hivi, akaniinua mbaya sana, amenigonga vibaya kaka, amenichapa karate huko. Ukifika huko kaka, nataka uoneshe wewe ni nani. Punda sisi. Oh, <laughs> <Ana>. <laughs> <One>. <laughs> <laughs> so. Kaka, zinatosha usimalize nguvu. Tuende sasa, watajua sisi ni nani. Mwanangu. Hmm. Karibu kwa boma. Asante. Kwanza ningependa kueleza kwamba niko na msichana wangu. Hmm. Ni mrembo sana anaitwa Fila. Hmm. Kwa hivyo mfanye mzuri kuja ukiwa na nia ya kutaka kumuoa. Yeah. Na mimi niko tayari kukupa huyo msichana mm -hmm. Nadhani pia uko tayari. Kwa hivyo hela ama mahari ambayo nitahitaji, kijana wangu, si mali kubwa sana ambayo itakutatiza mm -hmm. Ni kiwango tu kila ambacho utawezeshwa nacho, utanipa nami nikuozoe msichana. Asante. Sawa ni. Nimeshukuru. Barikiwe sana. Karibu. Nashukuru. Barikiwe. Baba, baba. Njo, sichana <tukana> tuende kwenye nyumba tukaombe tua <tukana> Watajua hawajui. Kanada mimi na kuamini okay. Yanga. Wewe kwa fiti. Ndio huyu sasa. Huyu sasa ndio Anto Msengwichi. <laughs> Alafu huyu ndio sasa Andrea mwenyewe. Huyu sasa ndio mke wangu sasa. Na unajua kwamba wewe, kaka, fanya kazi yako sasa. Huyu ndio anaitwa Andrea, nilimsikia miaka zilizopita kadha, na huyu sasa ndio mke wangu. Eh?

Lazima utaenda. Dadi nisaidie mimi. Utaendaa hawezi kusaidia. Lazima uende. Chai.